Ya, ya matumaini ya mashabiki wengi kwamba eh, George ndiye ambaye atakwenda kuwa bingwa lakini mdogo mtu hatimaye leo anakuwa bingwa. Kwanza jitambulishe majina yako kamili alafu tuambie eh, mchuano ulikuwaje? Naitwa Jeremia George. Mchu, hmm, mchuano wa leo ulikuwa vipi hasa? Mchuano wa leo ulikuwa namshukuru Mungu lakini ulikuwa sio mgumu sana, hmm. Hey. Bana ni kama matarajio ya wengi hawakutarajia e, hii leo wewe kuweza kuwa e, bingwa. Matarajio yalikuwa ni kwa kaka yako ambaye takriban misimu kadhaa hapa ndio amekuwa akifanya vizuri. Siri nini hasa kwa e, kiwango ambacho leo hii umeweza kukionyesha? Mipango ya Mungu, basi mipango ya Mungu tu ndio ambayo imefanya hivyo eh, na Ilipofika raundi ya mwisho tuliona e, mkichuana kwelikweli. mawazo kichwani mwako wakati ukiendelea e, e, kuchuana kaka yako, ulikuwa unafikiria nini hasa? Nilikuwa nafikiria kuchukua pikipiki kwa mshindi wa kwanza. E, tuambie sasa, wakati mnatoka nyumbani e, wenyewe e, nini ambacho mliongea na kaka yako kwamba leo tutakwenda kuchuana, sasa kila mtu amekuja kivyake? hmm. na tujaongea kitu ah kumkaja kivyake kwamba mkutane kwenye show show hapa e. na imekuwa hivyo. Eh, tuambie sasa lipi e, la lipi ambalo unaweza kuwaambia mashabiki zako sasa e, baada ya hii leo kuweza kuwatoa kimasomaso kuweza kuwabingwa na unaondoka na pikipiki mpya kabisa? na waomba waendelee kunisapoti. Sawa sawa bwana. Bwana, eh, kama ambavyo umemsikia bingwa mpya huo huyo ambaye hii leo anaondoka na pikipiki mpya kabisa bingwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mchuano ulikuwa kati yeye dhidi e, ya kaka yake ambaye ya alikuwa miaka kadhaa alikuwa akishinda, lakini leo kaweza e, kuonyesha kwamba inawezekana. Leo anakuwa bingwa. Si Jambo FM tulikuwa hapa, kisha kwamba yote yale yanakufikia kwenye hizi mbio za baisikeli mwaka 2025.